Mseto Media. Maaskofu wa waikataa ripoti ya polisi juu ya kushambuliwa kwa Padri Kitima. Habari za muda na wakati huu msikilizaji na mtazamaji wa Mseto Media. Hii ni Mseto Media channel yenye kazi moja ya kukuletea taarifa na habari zote za ukweli pale tu zinapotokea. Sasa, ili usiwe unapitwa na taarifa zetu, hakikisha ume subscribe. Subscribe sasa kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyopo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe. Kisha itakuja kengele ibonyeze pia ili kuweza ku turn on notification na habari zetu zitakuwa zinakufikia popote pale ulipo kwa wakati sahihi kabisa. Maaskofu wa kanisa Katoliki wapinga taarifa ya jeshi la polisi juu ya kushambuliwa kwa Padri Kitima. Baada ya taarifa ya kuvamiwa na kushambuliwa kwa Padri Kitima, jeshi la polisi lilitoa taarifa inayosomeka hivi na nukuu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 watu wawili alipelekwa hospitali Aga Khan na anaendelea vizuri na matibabu. Mtu mmoja Rauli Mahabi kwenye bracket Haraja, mkazi wa Kurasini, anashikiliwa na, na kujua kuhusiana na tukio hilo. Uchunguzi wa kina unaendelea ili hatua kali na za haraka zichukuliwe kwa wahusika. Imetolewa na Kamanda Kanda Maalum ya Polisi Dar es Salaam. Mwisho wa kunukuu. Baada ya taarifa hii, katika hali inayoashiria kuongezeka kwa sintofahamu na mvutano kuhusu tukio la kushambuliwa kwa katibu mkuu huyo wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC Padri Dr Charles Kitima, maaskofu wa kanisa Katoliki wanaounga umoja wa baraza hilo la TEC wameonyesha kupingana na taarifa hiyo kwa sehemu fulani. Tek kupitia kwa rais wa baraza hilo Askofu Wolfgang Pisa OFM Cap ameibuka na kutoa kauli kali akikemea vikali taarifa iliyotolewa na jeshi la polisi kuwa Padri Kitima alikuwa anapata kinywaji kabla ya kushambuliwa usiku wa Aprili 30, 2025. Askofu Pisa ameeleza kuwa taarifa hiyo ya polisi si sahihi na inaelekea kupotosha umma kuhusu mazingira halisi ya tukio hilo lililoibua majonzi na mshangao katika jamii. Hakuna baa katika eneo aloshambuliwa Padri Kitima na hivyo hakuwa anapata kinywaji kama inavyoelezwa. Pale ni mgahawani. Kusema mtu alikuwa anakunywa saa zote hizo, sio kweli. Taarifa ya polisi inaipa jamii uelewa mwingine, ya kwamba labda mtu alikuwa anakunywa pombe au la, kuanzia hiyo saa moja mpaka saa nne. Ifahamike Padri Kitima alikuwa ndani ya kantini ya kanisa, na kantini ya kanisa mtu anaweza kaa akiongea na watu akipata chakula, labda na kahawa. Kwa nini jeshi alikuandika kwa mapana haya? Tunaandaa taarifa kamili, tutaitoa itakapokuwa tayari. Hayo amesema Askofu Pisa kwa msisitizo. Polisi imetoa taarifa, tumeona statement yao, ingawa binafsi mimi naona ile statement ni kama ina upotoshwaji e, kwa jinsi walivyoandika. Eh, padri alikuwa kwenye makazi yake ya kanisa Katoliki, makao makuu ya baraza la maskofu pale Kurasini, Dar es Salaam, lakini wao polisi walivyoandika pale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 nisingetegemea pia chombo cha usalama kitoe eh, statement kama ile kwa umma, kueleza eh, ambacho watu wanategemea kwamba ieleze kitu cha ufasaha cha ukweli, ambapo kila mtu anategemea. Na kuanzia tu pale mwanzoni kwa kweli eh, binafsi ninaona Eh, eh, eh, hakuna ukweli pale. Mimi ni kazi yangu kukuletea kila lile linalojiri, na kwa lolote lile niachie comment yako hapo chini kwenye eneo la comment. Hii ni Mseto Media na mimi ni Princess Kylie. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare Mseto Media, we connect everywhere